Karibu sana kwenye podcast yetu ya Kenya Wantamnotam Movement ama KWM. Leo a, tunaangazia kwa undani kabisa hoja moja muhimu sana iliyopo kwenye, e, kwenye hizi nyaraka tulizo nazo mm -hmm. Hili wazo la Kenya kubuni mfumo wake yenyewe wa utawala, mfumo unajua unaotokana na sisi wa Kenya wenyewe. Lengo letu hapa ni kuchambua pamoja nawe mawazo makuu yanayotoka kwenye vyanzo hivi ni kweli kabisa, na vyanzo hivi vinaanza kwa, kwa kuhoji huu mfumo tunaotumia sasa hivi eh? vinaeleza kwamba kwa zaidi ya miaka sitini sasa Kenya imekuwa ikitegemea sana mifumo kutoka tuseme magharibi, na hoja inayotolewa hapa ni kuwa mifumo hii kwa namna fulani imechangia au labda hata kusababisha migogoro ya kikabila tunayoiona mm na ufisadi pia, na ufisadi bila kusahau hilo, pamoja na tatizo la uongozi, yani viongozi kutowajibika ipasavyo kwa wananchi. Vyanzo hivi vinaona kama ni tatizo linalojirudia rudia. Hapo sasa ndipo swali linakuja, je, kuna njia nyingine? Kuna mbadala? Maana vyanzo hivi vinatupa mfano wa, wa kihistoria kidogo, Marekani e, Marekani kwamba miaka zaidi ya mia mbili iliyopita walipo unajua, walipojitenga na utawala wa Uingereza hawakuchukua tu mfumo uliokuwepo Uingereza na kuukopi. La hasha, walifanya nini? Walikaa chini wakatafakari, wakabuni mfumo wao wenyewe, mfumo uliohidatia e, mazingira yao utamaduni wao na, na malengo yao maalum kama taifa jipya. Je, hoja hapa ni kwamba Kenya inaweza kujifunza kutokana na mchakato huo, sio kuiga Marekani, lakini mchakato wenyewe hiyo ndo hasa hoja kuu inavyoonekana kwenye maandishi haya, yaani sio swala la kuiga Marekani moja kwa moja, la, bali ni kutambua ile kanuni ya msingi kwamba mifumo ya utawala ambayo inafanikiwa mara nyingi inaakisi uhalisia wa jamii yenyewe, uhalisia wa jamii husika kabisa. Na vyanzo inakukumbusha wewe, msikilizaji, kuhusu utajiri wetu hapa Kenya tuna kaunti 47 kila moja na utamaduni wake, lugha zake, utofauti mkubwa sana, utofauti wa ajabu. Sasa swali linakuwa, kwa nini mfumo wetu wa utawala usiadhimishe huu tofauti, badala yake, unajua unachangia kutugawa, hasa kila baada ya miaka mitano wakati wa wachaguzi hizi za kikabila. Hapo sasa ndipo lile pendekezo la KWM linapoingia kama lilivyoainishwa kwenye hivi vyanzo, lile wazo la, la kuondoa urais kama tunavyoujua mm, na badala yake kuwa na baraza la magavana, ambapo kila kaunti yani, kila moja ya zile arobaini na saba inapata zamu ya kuongoza nchi kwa mwaka mmoja, zamu kwa zamu, ndio vyanzo vinasema hii inaweza eh, kupunguza ule ushindani mkali wa kikabila, unajua ule mtanange unaozingira kiti kimoja tu cha urais, na pia kuhakikisha kila mkoa, kila eneo linajihisi kuwa ni sehemu ya uongozi wa kitaifa, sio kwamba uongozi ni wa watu fulani tu. Lakini je, vyanzo hivi vinaeleza vipi kuhusu changamoto za kutekeleza wazo kama hili? Maana linasikika vizuri lakini utekelezaji wake. Hilo ni swali zuri. Vyanzo hivi vinaelekea kulenga zaidi kwenye, kwenye faida za wazo lenyewe, faida za kuleta umoja, uwakilishi mpana. Sawa, havijachambua kwa kina sana zile changamoto mahususi kama vile e, utulivu wa sera utakuwaje? Unajua, kama uongozi unabadilika kila mwaka, au utaalamu wa kiutawala wakati wa mabadilishano hayo, hilo ni eneo ambalo naamini linahitaji mjadala mpana zaidi, hata kama halijaelezwa kwa kina hapa. Naelewa, lakini kinachosisitizwa sis sana ni umuhimu wa, wa kurejea kwenye baadhi ya misingi yetu, mizizi yetu, mizizi yetu kama vile e, mifumo ile ya jadi ya uongozi, machifu, mabaraza ya wazee kabisa hapo umenena. Vyanzo vinatukumbusha kuwa kabla ya ukoloni kuja, jamii zetu vilikuwa na mifumo yao thabiti, kupitia machifu, kupitia mabaraza ya wazee, walikuwa na namna yao ya kutatua migogoro, kusimamia rasilimali. Sasa hoja hapa si kurudi nyuma kabisa, sivyo, lahasha, sio kurudi nyuma, bali ni kuangalia kwa umakini. Je, kuna tunu, kuna mbinu, kuna hekima katika ile mifumo ya zamani ambazo tunaweza kuzichukua na em, kuzichanganya na njia bora za kisasa za utawala. Ni kama kuchukua kilicho bora kutoka pande zote mbili, kuchanganya hekima ya jadi na ufanisi wa kisasa. Hapo sawa. Na sambamba na hilo, kuna msisitizo mkubwa sana kwenye kujivunia utamaduni wetu, utambulisho wetu. Ndio, niliona hilo pia. Vyanzo hivi vinapinga kabisa lile wazo la kikoloni, lile wazo kwamba tamaduni zetu, lugha zetu za Kiafrika ni duni, ni duni, hazifai wazo ambalo kwa bahati mbaya wengine wetu bado tunalo. Kweli, vyanzo vinahimiza kuzikumbatia hizi tamaduni hizi lugha, kuziona kama sehemu muhimu ya utambulisho wetu kama Wakenya, kama vile mataifa mengine yanavyojivunia vyao, bila kuona aibu. Na lazima tujivunie, ni utajiri wetu. Halafu kuna ujumbe maalumu kwa viongozi wetu pia ambao umetajwa kwa uwazi kabisa. Ni ujumbe gani huo? Ujumbe uko wazi sana kwenye maandishi haya. Ni kama tangazo kwa viongozi wote wale waliopo madarakani sasa na hata wale watakaokuje baadaye. Tangazo lenyewe linasema nini? Linasema watumikie wananchi kwanza, mahitaji ya wananchi yawe kipaumbele. Na kama hawafanyi hivyo, vyanzo vinasisitiza nguvu ya wananchi Nguvu ya kuwaondoa wale viongozi wasiotimiza wajibu wao, kuwaondoa kwa kura, kwa kura ndiyo, hata kabla ya muhula wao kuisha. Ni msisitizo mkubwa sana juu ya uwajibikaji. Kiongozi anawajibika kwa watu waliomchagua, sio vinginevyo. Haya ni mawazo mazito na muhimu sana, na yanahitaji kama ulivyosema, mjadala mpana yanahitaji jukwaa ambapo watu wanaweza kuyajadili, kuyachambua na labda hata kupanga utekelezaji kabisa. Na hapa sasa ndipo tunapenda kukuelekeza wewe, msikilizaji wetu. Kuna jukwaa maalumu ambalo vyanzo hivi vinapendekeza. Tafadhali chukua simu yako au kompyuta yako sasa hivi na utembelee www.wantamnotam.com. Rudia tena tovuti hiyo ni www.wantamnotam.com. Ukifika pale utaona maelekezo ya kufungua akaunti yako. Ni rahisi tu na utaona kaunti zote 47 za Kenya zimeorodheshwa pale, kaunti zote 47, zote zipo. Unachagua kaunti yako, na hapo sasa unaanza kushiriki. Unaweza kuchapisha mawazo yako, yale unayoamini yanaweza kusaidia kubadilisha kijiji chako, mji wako, kata yako, na hatimaye taifa letu lote. Shiriki maoni yako. Da, huo ni mwaliko muhimu sana Yaani, kushiriki katika ujenzi wa taifa kupitia mawazo. Lakini pia wakati tunajihusisha na hii mijadala mikubwa ya kitaifa, ni muhimu pia tujikumbushe kuwa imara katika nyanja zingine za maisha yetu. Unamaanisha nini hasa? Namaanisha mambo kama uchumi binafsi, afya yetu. Ndio maana e, tumehakikisha kwamba kwenye maelezo ya sehemu ya podcast yetu tumeweka viungo muhimu kuna rasilimali za ziada ambazo zinaweza kukusaidia wewe msikilizaji. Rasilimali gani hizo? Moja, tumeweka mwongozo kuhusu jinsi ya kuanzisha biashara yako mwenyewe, kujiajiri, kuwa na kipato chako. Hilo ni muhimu sana, unakwenda sambamba na haya mabadiliko ya kisiasa tunayoyazungumzia. Mwananchi akiwa imara, anaweza kushiriki vyema zaidi. Naelewa kabisa. Kwa hivyo, tukijaribu kufanya muhtasari wa yote tuliyojadili, kutokana na vyanzo hivi Ujumbe mkuu unaojitokezwa ni kwamba e, Kenya ina nafasi, ina uwezo na fursa ya kujenga mustakabali bora zaidi mm. Lakini hiyo itahitaji sisi wenyewe kubuni mfumo wetu wa utawala, mfumo unaotokana na uhalisia wetu, mahitaji yetu, mfumo unaothamini na, na kusherehekea ule utofauti wetu mkubwa wa kitamaduni na kikabila, sio kuuficha au kuogopa. Na mtazamo unaojitokeza kwenye vyanzo hivi ni wa matumaini makubwa. Unaona, kuna wito kwa wakenya wote, wito wa kuungana, wito wa kushiriki kikamilifu katika kubuni hii Kenya mpya, Kenya ambapo kila mtu bila kujali anatoka wapi, ana nafasi sawa ya kufanikiwa, Kenya ambapo umoja unajengwa juu ya kuheshimiana, kuheshimiana na kuthaminiana. Huo ndio msingi imara. Basi, kwa kumalizia Tungependa kurudia tena ule wito wa kuchukua hatua, wito uliotajwa kwenye vyanzo hivi. Usisahau tafadhali kutembelea www.wantamnotam.com www.wantamnotam.com. Fika pale, fungua akaunti yako, chagua akaunti yako, na muhimu zaidi, anza kutoa mchango wako wa mawazo. Anza leo. Sauti yako ni muhimu. Na pia usisahau kuangalia yale maelezo ya sehemu hii ya podcast kwa zile rasilimali za ziada tulizotaja kuhusu kuanzisha biashara na kutunza afya yako. Ni nyenzo muhimu sana kwa maendeleo yako binafsi na kwa maendeleo ya jamii nzima. Asante sana kwa kuwa nasi na kwa kusikiliza podcast ya Kenya Wantamnotam Movement KWM. Tunatumai umejifunza kitu na umehamasika kushiriki.